Serikali imelitaka shirikisho la soka Tanzania TFF kuwatumia waamuzi sahihi na wenye vigezo vya kuchezesha mechi kati ya Yanga na Simba Jumamosi wiki hii, mechi itakayofanyika kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Ulio imetolewa na mkurugenzi wa michezo Yusufu Singo wakati akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, ambapo amesisitiza kuwa iwapo waamuzi hawatatenda haki upande mmoja basi huenda ikaleta matukio mabaya ya kimichezo kutokana na upenzi wa timu hizo na mashabiki wake. Singo ametoa wa tahadhari akieleza pia kuwa serikali imejipanga kuhakikisha mchezo huo unafanyika bila matatizo na mashabiki kutolea matatizo kama yaliyotokea nyuma. Wachezeshe fair fair. Wao fair. Makini zaidi wafahamu kwamba huu ni mchezo ambao una watu wengi sana na watu wote wangependa kuona kwamba game inakwenda fair mimi ninafikiri waamuzi wajitahidi sana kuchezesha mpira huu fair. Aidha, viongozi hao waliwatembeza waandishi wa habari kujionea mwonekano wa uwanja na uboreshwaji wa kamera za uwanja huo za CCTV zinazoonyesha matukio yote sehemu ya uwanja huo, ambapo pia iwapo mashabiki wataleta fujo wataonekana moja kwa moja na kuchukuliwa hatua tunachokifanya tunawasiliana, bwana nenda geti di, kuna mtu mmoja sio mtu wa kawaida, labda amebeba ana silaha pale tumemwona, au ana chupa za maji ambazo tuziruhusu kosi, tunaweza kuwasiliana na kuweza kuchukua hatua. Kwa hiyo tumeona ni vizuri tukiwashirikisha wenzetu, ili mkawaambie wenzetu kwamba jamani, kwa kweli hizo kamera wanazosema zipo kweli, sisi tumeziona zipo. Simba na Yanga zinakutana kwenye mchezo huo, kila mmoja akitaka kupata pointi tatu muhimu na kujiweka kileleni mwa ligi kuu ya Vodacom Tanzania inayoelekea ukingoni. Kutoka Dar es Salaam, Said Makala, Channel 10. Asante sana Said Makala kwa